Habari Tanzania, habari mtazamaji wa Nuhu Online TV, leo tunakupeleka kwenye kiini cha sakata linalotikisa misingi ya imani nchini. Mchungaji maarufu Hananja ajitokeza hadharani na kuvunja ukimya. Anasema mambo ambayo wengi wameyanyamazia. Anazungumza kuhusu Gwajima, anazungumza kuhusu serikali, anazungumza kuhusu makanisa. Je, huu ni ujumbe wa kinabii au ni uwasi wa kiroho? Hebu tusikie. Tarehe 25 Agosti 2025, msajili wa jumuiya na taasisi zisizo za kiserikali, NGOs, alitangaza rasmi kuwa usajili wa Kanisa la Ufufuo na Uzima umefutwa. Sababu, mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa, uchochezi na madai ya kuvunja sheria. Lakini je, hii ni haki au ukandamizaji wa kidini? Je, serikali ina mamlaka ya kufuta makanisa kwa sababu ya maoni ya viongozi wake? Katika hali ya kushangaza, mchungaji Hananja ambaye wengi walidhani hatasema lolote, alitokeza hadharani live na kusema haya: nimekaa kimya kwa muda mrefu nikiangalia mambo yakiharidika. Leo nasema, kufunga kanisa ni sawa na kufunga pumzi ya taifa. Msifikiri mnamfunga Gwajima, mnawafunga mamilioni ya watu wanaoamini. Kauli hiyo imezua mjadala mkali. Hananja anasema wazi kuwa hili si suala la Gwajima peke yake, bali ni suala la taifa, la uhuru wa imani, na la mustakabali wa makanisa yote. Mchungaji Hananja hakuishia hapo, alisema: leo wamefunga kanisa, kesho watamfunga nani? Ni wakati sasa wa makanisa yote kusimama pamoja. Hatutakubali udini kutumika kama fimbo ya kutunyamazisha. Alionya kuwa ukimya wa viongozi wengine wa dini ni hatari zaidi kuliko tangazo la kufunga kanisa. Akawataka wasisubiri hadi wao wafungiwe ndipo waongee. Lakini je, hananja anamuunga mkono gwajima? Hapana, anasema gwajima si malaika, anaweza kuwa na makosa, lakini hata malaika akianguka, huwezi kufunga mbingu yote kwa kosa lake. Kwa Hananja kinachopaswa kufanyika ni majadiliano, si vitisho, si amri, si kufunga makanisa. Tunajifunza nini? Hili tukio linaibua maswali kubwa zaidi. Je, ni sahihi kwa serikali kuingilia mafundisho ya dini? Je, kuna mipaka kati ya siasa na dini au mipaka hiyo imevunjwa? Je, viongozi wa dini wamekosa ujasiri wa kusema kweli? Hananja ametufundisha kuwa ukimya wa haki ni sauti ya uonevu. Leo amezungumza, lakini kesho ni zamu yetu kusimama na kusema. Baada ya kauli hii, mitandao ya kijamii imejaa maoni ya Watanzania. Baadhi wanasema Hananja ni shujaa, wengine wanamtuhumu kwa uchochezi, lakini wote wanakubaliana juu ya jambo moja: kauli yake imegusa mioyo ya wengi. Watu wa Mungu, msikatishwe tamaa. Kanisa ni la Yesu, si la mwanadamu. Serikali inapita, marais wanabadilika, lakini neno la Mungu hudumu milele. Je, je, unakubaliana na Hananja? Je, unaamini kuwa kufunga kanisa ni haki ya serikali au ni makosa kubwa ya kihistoria? Tuambie maoni yako hapa chini. Usisahau kulike, kushare video hii kwa makundi ya WhatsApp, Facebook na kwingineko. Na muhimu zaidi, subscribe kwa Nuhu Online TV, kwa sababu hapa tunasema ukweli, tunalinda uhuru na tunatetea haki.